Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimesema kama makubaliano ya kitaifa yaliyofikiwa kuhusu mabadiliko madogo ya katiba ya nchi na baadhi ya sheria hayataongoza mchakato wa uchaguzi, watazuia uchaguzi huo usifanyike. Chama tawala CCM kwa upande wake kimesema uchaguzi utafanyika bila ya makubaliano hayo. Chama cha pili kwa ukubwa katika vyama vipya ACT Wazalendo kimesisitiza kutumika makubaliano hayo na pia kinapinga kufanyika uchaguzi wa Zanzibar chini ya mfumo wa siku mbili badala ya siku moja kama ilivyokuwa awali. Kwa upande wa serikali imeliagiza jeshi la wananchi JWTZ kujiandaa kukabiliana na yatokanayo na upinzani huo wa kisiasa. Kwa, kwa ufupi, hayo ndiyo mambo mazito ambayo Waislamu wa Tanzania tumeyatafakari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumetafakari nafasi ya Mwenyezi Mungu, nafasi ya Mola wetu katika maisha yetu, ubinadamu wetu, maadili yetu na uhuru wetu. Tumetafakari maisha, maisha na wakati mgumu wanaopata ndugu zetu kwa nyonge ya Palestina. Pia tumetafakari usalama, tumetafakari usalama wetu na taifa letu kwa ujumla. Tumetafakari umoja na wakfu zetu kama vyanzo muhimu vya maendeleo tumetafakari ruzuku ya serikali na vipi itanufaisha dini zote. Vile vile tumetafakari maisha yetu kama Waislamu na kama Watanzania. Pia ujumbe wa Idi moja, tunakumbusha umuhimu wa huruma na kujitakasa na maovu kama tulivyojifunza ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Aidha, tunawakumbusha na kuwasisitiza umuhimu wa kushiriki ipasavyo katika siasa ikiwa ni pamoja na kujiandikisha katika daftari la wapiga kura la kudumu na kugombea nafasi za uongozi. Katika swala la uhuru wa kiimani, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 19 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili inatambua uhuru huo na kuulinda. Kwa kuheshimu uhuru huo na katiba nchi, serikali ilipaswa kutamka kwamba BAKWATE ina katiba yake na wanachama wake na hao ndio wenye kuhusika na uongozi na dhamana ya BAKWATE. Kwa kuheshimu katiba, tunaikumbusha serikali iache kuwalazimisha Waislamu wote kuwa chini ya BAKWATA. Kufanya hivyo ni kuvunja katiba ya nchi na kuwapora watu haki zao za msingi zinazolindwa na katiba. Namba tatu. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tunatoa wito kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lizifute sheria zote kandamizi zilizomo katika mfumo wa sheria wa Tanzania. Miongoni mwa hizo ni zile zilizotajwa na Tume ya Jaji Nyalali mwaka 1991. Sheria nyingine kandamizi ya kufutwa ni ile inaitwa ya kupambana na ugaidi. Sheria hii ambayo inamnyang'anya mtuhumiwa haki zake zote za msingi inatumika kuwatuhumu na kuwakamata watu wa imani hasa Waislamu kiasi yes, kwamba imejengwa dhana kwamba Tanzania serikali ya Tanzania ina ajenda dhidi ya Uislamu na no Waislamu. Aidha, tumekumbusha serikali ipeleke ushahidi mahakamani ili Waislamu wakiwemo mashekhe, maimamu, walimu wa madrasa, wasomi wa vyuo wa vikuu na waumini wa kawaida inaowashikilia kwa tuhuma za ugaidi kwa zaidi ya miaka kumi, basi wapate haki yao ya kusikiliza shauri na vile vile haki ya kuweza kujitetea. Kauli ya Chadema no reform, no election, na ile ACT Wazalendo ya kupinga uchaguzi wa siku mbili Zanzibar zinaakisi malalamiko ya uchaguzi mbovu kama ule wa serikali ya mtaa mwaka 2019, mwaka uchaguzi mkuu wa 2020 20, na uchaguzi wa serikali ya mtaa 2024 20. Ukiacha mbali vyama hivyo viongozi wa serikali wanasheria na viongozi wa dini kwa nyakati tofauti wamekiri kwamba chaguzi hizo zilikuwa na kasoro kubwa mno, na wengi wao wamesema ni sawa na kwamba palikuwa hapana uchaguzi, kwa kuwa mfumo uliotumika unapoka haki za wananchi za kidemokrasia, haki ya kuishi na kuhatarisha usalama wa taifa kwa ujumla. Tunatoa wito kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan kuitisha wadau wawakilishi wa umma kujadili utekelezwaji wa makubaliano ya msingi ya mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi yaliyofikiwa kabla ya kufanyika uchaguzi wa Oktoba 25.